Dokia Taveta, hapa nimeletwa na shida moja kuhusu kushirikina. Mimi naishi pale Taveta boda Olili, na mimi navyokwambia sasa hivi ninatafutwa, nimepostiwa kila mahali. Kwa nini ya kufanya? Nachukua madawa. Marafiki zangu ndio wanaiba. Unawapa una madawa nachukua madawa hapo himo. Kama unajua najua, madawa ya ya kutokuonekana, mimi kuingia kwa nyumba ya mtu. Huwa mnapewa e? Nanunua. Unatoa wapi? Hapo himo, kilacha klab, kilacha Club inauza madawa hayo e, kilacha hapo himo no. Anayewauzia ni nani? ni mzee, ni mzee ndio Mchawi ndio, ndio, anawauzia ndio. Akishawapatia, akishanipa, nampatia elfu kumi ya Kenya ani laki mbili ya Tanzania. uh-huh. Akishanipatia, nikiingia nao Taveta kuta nimeingia kwa nyumba mtu, nachukua vitu, napeleka Arusha, Dodoma ndakuuza uh. Unai, unaingia Kenya sababu mimi nakaa Kenya unaiba vitu Kenya ndio unavuka nayo eh? Ndio, hauonekani. Kwa boda hawezi niona, umezibeba. Ndio, niko na pikipiki. Unaendesha pikipiki unavuka boda? Ndio, nasimama, nasimamisha pikipiki, unasimama uli pale, uwezi vuka na pikipiki, ukitembea nayo pako, usimame uisukume. Eh, nasukuma na napita na naenda na nitarudi, mapolisi hawakuoni, hapana. Kwa sasa hii mi sina wazazi. Mimi nimelelewa na nyanya na kwa sahihi, iliambiwa ni sabu, nipatie wiki moja, gamilishe mchezo kumlaza nyanyangu kabrini. Nani alikupa wiki moja? huyo mzee, huyo mzee ndio. Kwa nini sabu? ulimkosea wapi? kuna wenzangu hmm, anakata pata kijana ana, anakata pata kijana huyo eh. Ndo anatoa sadaka, lakini nilishindwa, nimeshindwa. Sadaka gani tena? Si ulishampa elfu kumi? Hapana, kuna mali hu, tunaenda sana sana, zingine tunapatiwa nguvu, nguvu, sababu mimi nimeshindwa kabisa, nguvu za kufanya nini na utu, kuniona